Profesa Ngugi wa Thiong'o ambaye ni kigogo aliyefahamika sana kwa kushinikiza mageuzi kupitia uandishi wa vitabu anaendelea kuombolezwa na viongozi mbalimbali mbali pamoja na wasomi kufuatia kifo chake hapo jana. Rais Ruto amemwomboleza wa Thiong'o kama kigogo wa uandishi wa vitabu ambaye alikuwa shujaa mkubwa kuangazia masuala mazito ya mageuzi, akisema kuwa alikuwa mchango mkubwa kwa ukombozi wa nchi wakati wa ukoloni. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki naye amemuomboleza wa Thiong'o akisema kuwa alienziwa na dunia nzima wakiwemo waliokubaliana naye na wale waliompinga, akisema kuwa ameacha pengo kubwa kwenye tasnia ya uandishi wa vitabu. Mwenyekiti wa tume ya NCIC Samuel Kobia ametaja kifo cha wa Thiong'o kama pigo kubwa nchini, barani Afrika na dunia nzima. Profesa Makau Mutua amemtaja marehemu kama ambaye atakumbukwa daima kutokana na upinzani wake kwa wakoloni na kutetea utamaduni humu nchini. Wa Thiong'o alifariki hapo jana akiwa huko nchini Uingereza akiwa na umri wa miaka 87.